Hao ni wachezaji wa JKT wakishabikia ubingwa wao ambao wameutwa wa ngao ya jamii, ushindi ambao wameupata wa mabao mawili kwa sifuri umetosha kabisa kuwadidimiza Simba na vibe lao. Kama unavyoona vijana hawa wa JKT, Queens wakienjoy ushindi ambao wameupata dhidi ya mnyama Simba. Mchezo haukuwa rahisi kiasi hicho, lakini wamejitahidi kuonyesha ukubwa wao na jinsi ambavyo wamecheza na Simba, wamekubali kipigo hichi ambacho wamekipata hapa. Ni sio muujiza, JKT kutoa mataji ni kawaida yao, kwa sababu wamekuwa wakifanya hivyo siku kadha wa kadha. Na jinsi ambavyo wanafurahia ngao hii, na ngao inaonyesha kwamba ni mwanzo wa ufunguzi wa ligi kuu soka ya wanawake wa kinadada. JKT Queens hao wakienjoy E, ubingwa ambao umeuchukua ngao ya jamii 2025 ni kiashirio kwamba e, ligi inakwenda kuanza ya wakina dada. Vibe lao hilo katika dimba la KMC. Kipigo ambacho amekigawa kwa mnyama Simba kinawaheshimisha vijana hawa wa JKT Queens, ambao wamepata ushindi hapa katika dimba hili la KMC Complex, shindi yambao, mba, mba, ambao wameupata dhahiri shahiri kwamba wanaonyesha kwamba uwekezaji ambao wameufanya katika timu ya wakina dada sio uwekezaji mdogo. Asilimia kubwa kikosi cha JKT Queens ni kikosi cha wachezaji wa Trigger Stars ama kikosi cha Tanzania kwa upande wa wanawake ndio ambao wanatoka hapo, na wengi wao ni vijana wadogo kabisa wakiwa shule, wengine wamemaliza shule masomo yao, lakini wengine pia ni wachezaji ambao unawaona hapa uki, ukiacha na ya timu ya Simba kuwa na wachezaji wengi wa kimataifa, lakini JKT Queens JKT hawa timu yao wengi ni vijana wa hapa hapa nyumbani, wa ta, mataifa hapa hawana wachezaji wengi wa kimataifa. Wachezaji wao ni wa hapa hapa nyumbani, ishara kwamba wameweka